Serikali ya Tanzania imeanza mchakato wa kuwarejesha nyumbani raia wake waliopo nchini Israel na Iran kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi ya kijeshi baina ya mataifa hayo mawili tangu Juni kumi na tatu mwaka huu. Hali ya usalama katika eneo la Mashariki ya Kati imezidi kuwa tete kufuatia mfululizo wa mashambulizi ya anga na kulipiza kisasi kati ya Teheran na Tel Aviv. Mashambulizi hayo yalianza mara baada ya Israel kuanzisha ilichokita operesheni ya kuzuia uzalishaji wa silaha za nyuklia nchini Iran, ama Operation Rising Lion, iliyosababisha vifo vya makamanda wa juu wa jeshi la Iran pamoja na wataalam wa nyuklia. Iran imejibu mashambulizi kwa makombora nchini Israel na kusababisha vita iliyogharimu maisha ya zaidi ya watu mia mbili nchini Iran na ishirini na wanne nchini Israel. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, wa Tanzania waliopo katika nchi hizo wapo salama kwa sasa, huku taratibu za haraka za kiutendaji zikianza kuchukuliwa ili kuhakikisha nyumbani salama hadi sasa. Wizara hiyo imesema kuna Watanzania mia moja sitini na nane nchini Iran, wakiwemo wanafunzi mia moja thalathini na nne wanaosoma mjini Kum na wengine thalathini na nne walioko Teheran kwa shughuli mbalimbali. Kwa upande wa Israel, takriban Watanzania mia mbili wapo nchini humo, wakiwemo wafanyakazi wa ubalozi, wanafunzi na wataalamu wa taaluma mbalimbali, ambapo kati yao hamsini tayari wamejiandikisha kurejea nchini. Iran ilishambulia kwa makombora eneo la Ramat Gan ambalo lipo karibu na balozi mbalimbali ukiwemo ubalozi wa Tanzania uliopo jijini Tel Aviv nchini Israel. Taarifa hiyo imesema jengo la ubalozi wa Tanzania nchini Israel halikuathirika na mashambulizi ya hivi karibuni ya Iran. Nikinukuu sehemu ya taarifa hiyo, wakati mashambulizi hayo yalipotokea, hapakuwa na mtu yoyote ndani ya jengo hilo na maafisa wa ubalozi pamoja na familia zao wote wapo salama E, imeeleza taarifa hiyo iliyotolewa jioni ya Juni 19 mwaka huu. Balozi za Tanzania nchini Misri, Israel, Kuwaiti na Umoja wa Falme za Kiarabu, ambapo ndipo Iran ina uwakilishi wa kidiplomasia zimeelekezwa kusimamia orodha ya Watanzania waliopo maeneo hayo na kuratibu mipango ya usafiri wao wa kurejea. Tukio hilo linajitokeza chini ya miaka miwili tangu Watanzania wawili waliokuwa masomoni nchini Israel kupoteza maisha baada ya kushambuliwa na kundi la Hamas mwezi Oktoba mwaka 2023. Hata hivyo, serikali imeelekeza Watanzania walioko katika maeneo hayo kuchukua tahadhari zote za kiusalama. Hatua hii ya Tanzania imekuja wakati ambapo Jumuiya ya Kimataifa inatoa wito wa utulivu, huku baadhi ya nchi ikiwemo China tayari zimetoa maelekezo kwa raia wao kuondoka haraka katika maeneo ya Tanzania imekuwa ikichukua hatua za kurejesha raia wake katika maeneo yanayotokea vita kama ilivyofanya mwaka 2022 nchini Ukraine na Sudani Kusini mwaka 2023. Asante kwa kusikiliza mpaka mwisho, mimi ni Esa Ngumbi, endelea kufuatilia taarifa zetu kwenye kurasa zetu mbalimbali mbali za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok, X, e, zamani Twitter. Kote huko tunafahamika kama Nukta Tanzania. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare katika maudhui yetu yaliyopo kwenye akaunti ya YouTube ya Nukta TV. Nukta TV.